jambo ndugu mtazamaji wa televisheni yako mimi naitwa Rodrice kwa Rafaeli na kuwakaribisha tena mara nyingine kuja kupata mazungumzo tutakayofanya na kiongozi mkubwa sana ambaye anafanya vizuri kazi na kukamata mengi sana analeta usalama mdogo ni kazi yake kubwa. kwa ulinzi, mzalendo mkubwa sana na leo utakuwa naye kuwa naye Ndiyo, kwa majina mimi naitwa Général de Brigade Foudre Rouge Igwe. Ni mimi ndiye naongoza force speciale wazalendo isidi Kivu, na pia ndani ya hiyo force speciale wazalendo niko na jumuiya yangu ambayo mimi nakuwaka na coordonné, inaitwa Alliance des Acteurs Intellectuels Congolais attachés à la libération et la stabilité de la République. Yani, kwa ufupi wanaita a a i c a l s r yeah. Yeah. Na kwanza kwanza tuanze kupata kwanza kwa hili hili neno uliwaza haje kuweka neno ambalo ni ya wasomi ambayo wanataka kufanya kulibere nchi yao ni hili kuleta kwa kulenga hilo neno ama jina hilo. Eh, kwanza mimi kiufupi mimi sio mpya katika kazi hii ya kukomboa taifa mimi niko demop niko ancien combattant, na ya pili niliwahi kuwa mgombea kwenye jimbo la Kivu ya kusini na mgombea wa kitaifa mnamo mwaka wa 2018 nilikuwa director wa campaign yake, nilikuwa yake rais Martin Fayulu Madidi ndani ya jimbo la Kivu ya kusini e, mwaka wa ishirini makumi mbili na tatu nikawa mgombea mwenyewe kwenye jimbo la Kivu ya ivuya kusini kama na nikagombea kwa deputation national bunge la kitaifa, na hapo wakati niligombea nilikuwa na parti politique yangu mwenyewe ambayo niliikreye na ndo niligeuza kuwa muvuma politique, na hiyo parti politique ambayo niligombea ndani ilikuwa inaitwa Alliance des acteurs intellectuels congolais attaché à la libération et la stabilité de la république. Maana niligombea tu kwa ajili ya ku unganisha waktere wale ambao tutaendana mindi pamoja ili tuangalie kama tunaweza tetea nchi yetu, maana nchi ilikuwa inakufa kiuchumi, kisiasa, hata kipsikolojia pia masomo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa sisi kama wasomi tuliosomea ndani ya Kongo tunajua Kongo yetu vizuri, tulifanya mapratik inji ya jamhuri, na sasa tukaona tuunge chama hicho cha kisiasa ili tu, tugombee ndani tuone kwamba kesho tukifaulu yaani, taifa letu la Uvira ikitupatia madaraka kwenda kuwatetea, tunaweza kuwatetea na kuwakomboa na kuweka e, uchumi kwa, na, kwa nafasi yake na kuleta amani ndani ya jamhuri, yani stabilite de la république. Kwa hiyo kwa kifupi, ndo hiyo kabisa. Na kundi lenu hama chama hichi kimeonekana haswa zaidi wakati huu ambapo kuna ghasia la kupanda kwa hawa magaidi ambao ni 23, je, mlitokeza kwa, kwa kujionyesha zaidi, nijua kuangalia ya jinsi ya kupambana na magadidi au ama mlitaka kujionyesha kwamba nyinyi tu mna mnafanya kazi vizuri ya kulinda nchi? Eh, sisi lengo lilikuwa la kugombea ni kutetea nchi, mm -hmm, na kutetea haki ya binadamu. Sasa adui ameanguka ndani ya, ya nchi, kazi ni moja. Ukiangalia kwenye design zangu za ugombeneaji ni ambazo nimetoa nilikuwa naandika lengo ni moja sote kazini, ndo ilikuwa devise wakati nilikuwa mgombea eh, utaona ile picha walikuwa na, nilikuwa naandika lengo ni moja sote kazini, ndo ilikuwa devise yangu vijana wa Uvira forensel objectif tout monde au service. Sasa adui ameingia, wale wote waliogombea ndani ya chama changu ilibidi washimame wote, tuteteye jamhuri. Hatuwezi kuruhusu adui ama jirani ama mtu awai yeyote aje kututawala sisi wasomi. Hapana kabisa, hii ni nchi yetu tumeriziwa, wala sisi hatukuwepo wakati wazungu waligawa nchi. Mimi ni kijana mdogo sana, kama nina miaka mingi ni makumi tatu, ni kijana mdogo sana hatukuwa wakati waligawa nchi, wakati wa ukoloni hatukuwa. Lakini sasa wakati tulizaliwa, tulikuta nchi wamekwisha kutugawia yetu sisi, wala katika wazazi wetu hakuna ambao wameweka mkataba wa nchi kwamba Rwanda sivuke hapa. Pana wale ambao walitawala nchi wakaona kwamba ni vema pamoja na Mungu hii nchi iwe ya wa Wakongomani. Na Wakongomani ni wakina nani? Ni sisi ni mimi ni wewe ni yule pale, ya mtu mwingine, ndio nchi yetu. Sasa walipomaliza kugawa nchi, wakatukabizi nayo, na kuna wale waliotutangulia walioifia nchi yetu kama Laurent Desire Kabila, Patrice Lumumba e, Simon Kimbangu. Hao ni watu ambao walifia hii nchi ya e, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa tuiacheje wakati kuna damu nyingi ambayo tayari zimekwisha kumwangika hapo hapo awali? Hapana. Kwa kuheshimisha damu ya Simoki Mbangu, kwa kuheshimisha damu ya Emery Patrice Lumumba, kwa kuheshimisha damu ya Laurent Desire Kabila, ilibidi na sisi damu yetu mwanishi. Hakuna ukombozi pasipo kumwanga damu, na ndio maana tumeshimama tutetee Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hususan idara jimbo kubwa la Kivu, yani North Kivu, City Kivu na Manema ndo maana tumeshimama kwa umoja, sisi watu wa Kivu ya kusini tupiganishe ujehuri wa kuvunja haki ya kibinadamu na kuiba haki yetu sisi tunauawa hovyo pasipo msaada wa wapinwe internasionali yoyote ile. Sasa kama tunakosa mutu wa kutusaidia, na sisi tena tulee mikono hapana. Lengo la adui ni kumaliza wakaaji wote wa, wa Grand Kivu, yani wa Kivu ya ya Kivu ya zamani, Nor Kivu, si Kivu na Manyema mm. Sasa na wakati wa ile Kivu ni sisi, ni wewe yeah. Mm. Endapo mimi ni msomi, hakuna kazi kwanza. Kazi ni kazi, lazima tuchape kazi, na kazi tutaichapa kwa kuchapa adui. Baada ya kufukuza adui, kufurusha adui ndani ya jingo ya jingo letu, kwa sasa tutakaa wasomi wote tunaweza. Sasa wewe ulikuwa wapi wakati adui alikuwa na sisi? Hakuonekana katika Sa, bada tuisha kupigania nchi, watoto tuko tunapoteza damu, ziko zinamwangika nyingi za wakaaji, za wajeshi, za wazalendo ovyo, ili tukomboe nchi. Sasa amani inapatikana kwa ukombozi wa damu. Wewe ulikuwa inja kutusaidia, hata na saki moja ya bunga, kutusaidia kifedha chona, kuja sasa ile makambo ya kutoa waguverner, Belgique, Suisse, Venezuela, etazini, hakuna ni yetu sisi, nchi ya Kongo ni yetu sisi, ambayo tuliipigania na sisi ndio tutakayoiongoza, maana sisi ndio tunajua uchungu wa hii nchi. Ndiyo tukiendelea, tuna hilo katika siku zilizopita tumezungumza kwamba umesemekana kwamba kuna wahalifu ambao vyombo vyenu vya usalama ambao wao wanaongoza vilitia mkono, ambao ni wahalifu na magaidi wakubwa. Je, watazamaji wanataka kufahamu ni wagaidi gani hao, ama ni wahalifu gani ndio E, tangu niingie katika kazi hii la kutetea wakaaji wangu tetea jamaa yangu ya jamaa e, yani jamii pito ya kutetea jamii ya Uvira Fizi Mwenga Shabunda e, nimekwisha kubana wahalifu wakubwa sana e, siku zilizopita niliwahi kumshika chef de division de pêche et élevage wa M23 alikuwa anatumika ku M23 Bukavu, akaja tena tumika hapa kwetu Uvira, nikamweka katika mikono na kumkabidhi serikali yetu ya Kongo ya FDC. Kwa sasa tunazungumza kwenye vizo kubwa Kinshasa ni dunia. Mm. Na mtaomuona mtawapa picha zake na ida, na identification yake, mm, yani majina yake yote. Mm. Hapa nyuma nyuma ambapo mimi naelekea elekea wanungu kwenye shamba la vita huko Uzigira ni mbele niende niende nashika watu wawili ilishika mke wa dereva wa nanga huyo, mm. mke wa dereva wa nanga eh, mume wake alikuwa akitumika kwenye magari za trosi za kabila mm. Dunya, Goma mm. wakati Goma ilianguka katika mikono ya uhalifu eh, wakamkamata kawa parsec wa Bertrand Bisimwa mm. eh, saa alitumika kama parsec wa Bertrand Bisimwa akabadili eh, function akaja kuwa dereva dereva hmm. wa nanga coordinator mwenyewe ambaye anaongoza eh, hii rebellion ambayo inatushambulia sisi. Hmm. Nanga sasa, na mwingine akatumiwa kutoka katika twigwaneo, alikuwa mwanajeshi wa twigwaneo huko nyemo masasi, kampiga mliwa masasi kwa mwingi kabidi akimbie, akakimbia uakimbilia hapa Uvira katika mikono ya force special ya wazalendo.

Wa dereva wananga anaitwa kwa majina kama Kasikwa Samani. Kwanza nitizame majina yake hapa mm -hmm. E, tulipo mhoji kabisa tukakuta kwamba ni adui mkubwa, alikuja katika lengo moja kujua jinsi makamanda wa kizalendo pia wa FRDC wale ambao wanatumikia nchi wapo wanatumika U, ya kukamata ule mwanamke na kuona jinsi sema alikuwa anakaa kwa hoteli e, nini iliendelea baada hapo? Imekuwa heri niwafikishe kwa hii hoteli mwione, maana mm -hmm, ni nafasi ambako watu wazima hawawezi kukaa hmm. Alikuja mission zake special. Ndio, na tulibana Montale ambaye alikuwa anamfanyizia mamisio baada ya kufanya wiki na nusu akiwa katika tarafa la Fizi dili na wazalendo wa mula akimwanga hela hapa Uvira. Sasa alikuwa ngana najipanga, tukamweka ndani ya mikono ya wenye mwingine. Sasa tukamshika hapo, tulimkuta alikuwa na hela nyingi, lakini hela hazikuwa kwenye mikono, zilikuwa ndani ya makadi kadi, simu ndani ya simu yake. Tuliona picha ambazo wamefanya navyo vikao pafizi tuliona picha za vikao na video ambapo wametoka, akizungumza wakimpa masharti ma, ma jinsi ya, ku, ya kutumika bo. Tulimwatia kama alivyo kuja, hakuna kitu chake chochote ambacho tumeshika, ila naye sasa, wakati tulimshika, akasema mm, hapa nilipo hakuna mtu angefahamu kwamba mimi nipo, wenda ni yule motari ndo amekwisha kwenda kunisaliti kwa wazalendo, ikabidi akaita motari kwenye simu montare, naye akafika montare, naye akawekwa katika mikono tukaodi montare, tukamuuliza montare, nini ambayo anakufikisha hapa? Oh, huyu mama amenikabidhi hela niko namtafutia wazee wa kizalendo wazungumuze nao so namfahamia. Sasa hapana na amenipa hela, nimempitisha fizi kwenye maboda zote mpaka hadi ya kufika hapa pasipo tatizo lolote. ile nakaniambia nimtafutie ka hoteli kamoja kenye kako katika ofisho ka bei chini sana, ambapo watu hawawezi kuuzani kwamba mtu ambaye ana hela ana keti pale mm. Ndio akaja kumleta katika veniki tundu ng'ambo ya tini mwa mafriko ndio mm. Iko saa kinyumba kimoya hivi walikoweza kale pale tu wakati pale yuro yulo, basi wanafanyizie biashara haramu mle ndani mm. Sasa yule mama alikuwa na kadi mnani katika kadi hizo mnane kwa kinywa chake mwenyewe sisi hatukuweza kuziverify ndani mm -hmm. Ila kwa kinywa chake yeye mwenyewe alisema kadi moja mna dola eh, wimi nani wisan dola, kadi nyingine mna 400 dola, kadi nyingine mna 700 dola, nyingine mlikuwa 3000, nyingine mlikuwa 6000, nyingine mlikuwa 400000, nyingine mlikuwa 7500, nyingine mlikuwa 250000, nyingine ilikuwa kama milioni 10. Kulipojumulisha zote ilianguka kiwango cha 10,000 dola 500. Ndiyo. Sasa alikuwa anaanza sema alikuwa anamwambia e, yaani koloneli mwenye alikuwa na msati. Amsaidia aende ampatie kadi moja aende kutosha hela waje kuniletea ili nimmuache aende. Ndiyo. Sasa haikuwezekana maana mimi ni hata kiuliza wadaveni walikuwa pale. Ndiyo. Vitengo mbalimbali vilikuwa pale. Kuna watu wa Delegation ya ministre wa mini ilikuwa pale. Mm -hmm. Asista wake alikuwa pale. Ndi. Kuna kulikuwa chef de division ya mini alikuwa pale. Kulikuwa departement mbalimbali, parties zilikuwa party politique. Mm -hmm. Federal wa ANCI, mm -hmm. ANCI ya Son Excellence Honorable Katitima Ndi, alikuwa pale. Kulikuwa wa Daveni kulikuwa wanabunge wamoja, wa moja wa ambapo nilimubana walijitokeza pale, watu wengi walikuwa pale na wakati walionekana pale, na wakati ule mama alikuwa akitamka yale maneno wale watu walikuwa kama mashahidi wangu. Ndio. sikugusa hata sendi moja ya hela zake Ndio, wala hela za wale watu igwaneo zote zilikusanywa, wala kadi zake hakuna jeshi yoyote mwenye alizigusa, alibaki na ile kadi simu zake zote na simu yake iko nayo, akapelekwa kwenye eh, askari wa taifa, akiwa anaeleza vitu vyake vyote na kafanya peve de costa Eske kuna kitu ambacho walimchukua yeye mwenyewe akakataa hapana. Na kasai akaenda mpaka kwenye jeshi la taifa ili waendelee kumuodi mzuri, maana wao ndo ngazi zetu za juu.